Kila kitu kiroho kinasikia ndio maana hata ukiisemesha biashara yako kiroho inasikio itasikia angalia mfanyabiashara ambaye biashara yake inakufa ni yule ambaye kweli kila wakati anaitamkia mauti kwamba hatua hii ninayoelekea ninaenda kufunga duka. hili duka kweli taratibu anafunga lile duka kwa nini limesikia kwamba linaelekea nina, kufungwa limesikia kwamba haya mahusiano haya yanaenda kufa na kweli yanakufa. Kwa nini? Umeyasemesha. Ukiisemesha kazi yako kiroho inasikio itasikia, ukiyasemesha mahusiano yako kiroho yanasikio yatasikia, ukiisemesha hali unayoipitia kwa wakati huo itasikia. Hata majaribu yako unaweza ukayasemesha, utajiri wako unaweza ukausemesha, ndoto zako unaweza ukazisemesha kwa nini? Zinasikio, zinasikia. Usiishie tu kusema kwamba sitakata tamaa ah, lazima hata haso zako unazozipitia uzisemeshe. Nafsi yako wewe kama wewe uisemeshe, mipango yako pia uisemeshe. Kwa hiyo ninashangaa sana, unakuta mtu unafanya biashara lakini haujawahi kuzungumza na biashara yako ambacho ni changamoto sana. Kwani usiongee na kazi yako? Lazima uisemeshe. Kwani ukisoma kile kitabu cha Ezekiel sura ya 37 na kuendelea, Mungu anamwambiaje Ezekieli? Anamwambia nenda uisemeshe ile mifupa. Kiroho ilikuwa inasikia. Kama umewahi kusikia kitu kinaitwa manuizo, kwani watu wananuiza ule ni uhai au mauaji uhai kwa maana unatamka baraka mauaji kwa maana unaua mtu anakwambia nenda unuize ili dawa kazini kwake ndio maana mnaambiwa toa sadaka ukiwa unaoiombea hiyo sadaka maana yake nini isiende kimya kimya sasa kinachoendaga mbinguni au kinachofika mbele ya Mungu sio ile hela uliotoa uliyotoa ile elfu kumi au ile elfu ishirini au ile laki moja ni kile ulishoomba kwenye ile hela ndicho kinachoenda mbele za Mungu